Hujambo mtazamaji, na karibu katika habari zetu za leo. Na leo hii tunaangazia bunge la katiba mpya nchini Tanzania, ambalo limepewa jukumu la kujadili katiba mpya ya Tanzania, waone kama ni vipengee gani watakavyoviondoa vile vya serikali mbili au serikali tatu ama serikali moja. Maoni wa ya Watanzania wengi kuhusu katiba mpya ya Jamhuri ya Tanzania ni haya. Serikali tatu maana yake ni hakuna muungano wala hakuna shirikisho na tena serikali hiyo ya tatu itakuwa inadai nchi ya tatu. Kama ni nchi mbili zimeungana hakuna haja ya kuwa na serikali tatu. Ni afadhali tuwe na serikali mbili alafu tuwe na shirikisho badala ya muungano. Serikali mbili maana yake ni shirikisho na sio muungano. Yaani ni nchi mbili zilizokubaliana kushirikiana kwa mambo fulani. Serikali moja maana yake ni muungano wa nchi mbili Tanganyika na Zanzibar kuwa nchi moja ya Tanzania yenye serikali moja na pia bunge moja na pia jeshi moja haya mengine ya serikali mbili au serikali tatu za muungano ni porojo za Nyerere na Karume ambazo hazina mashiko. Watu wengi akiwemo Kardinali Pengo, askofu mkuu wa kanisa la Katoliki jijini Dar es Salaam, wanasema nchi moja ni vizuri ikawa na serikali moja. Kardinali Pengo asema katiba mpya Tanzania iwe ya serikali mbili za nchi mbili za shirikisho, na kama Tanganyika na Zanzibar zimeungana kuwa nchi moja, tuwe na serikali moja tu ya Tanzania moja. Hili la serikali tatu bila nchi ya tatu katika shirikisho ni kutuchanganya Watanzania. Na pia serikali mbili za muungano zitachanganya zaidi kwani kama mmeungana serikali mbili za nini? Maoni ya askofu Kardinali Pengo yana wengi nchini Tanzania. Je, wewe nawe una maoni gani?